Katika Suratul Furqan Allah anasema siku ya kiyama kuna watu watauma vidole kwa majuto, watasema: ya laitani, ya laiti lam attakhidh fulanan khalila, si kumfanya mtu fulani ni rafiki yangu. Non anajutia urafiki wake na mtu fulani siku hiyo ya kiyama. Yauma ya abdu dhalimu, siku atauma dhalimu vidole kwa majuto, yani ni ishara hizi. Unaona mtu akifanya jambo ambalo lila kusikitisha na hawezi kurudisha, anauma vidole. Ah, ningejua ningejua ninge nisingejua nisingejua, lakini yamekwisha. Ya, ya abdu dhalimu ala yadi yaqulu, anasema ya laitani ittakhadhtu maa rasuli sabila, ya laiti ningechukua njia aliyoifundisha mtume.

Ni wangapi tumepotezwa na marafiki zetu? Ni wasichana wangapi wamepotezwa na marafiki? Tena huko vyuoni na mashuleni, kuna hatari yani. Ha hajasalimika hata kwenye vyuo vya Qurani mtu, japokuwa ile nisba ya ufisadi inakuwa ndogo kuliko katika vile vyuo vingine tunavyo